Dwao pale Johannesburg. Nako kuna jambo leo limefanyika hii yote katika harakati ya kuelekea kwenye mchezo huo wa uh, klabu uh, wa timu hiyo ya Simba. Mkazozo kutoka Joburg, nini kinaendelea hivi sasa? Alex Luambano leo kutoka Johannesburg kunako makao makuu ya kampuni ya Diadora uh, kampuni ya Jayruty wao wametambulisha eh, makubaliano dhidi ya kampuni ya Diadora ambao ndio ambao watakuwa wanatengeneza vifaa vya klabu ya soka ya Simba kwa msimu huu, kama ambavyo, uh, mkurugenzi wa Jayruty Joseph Rogasira ambavyo alisema wakati akitambulishwa na klabu ya soka ya Simba kwamba Simba msimu ujao watavaa uh, jezi eh, kutoka kampuni ya kimataifa, na ndicho ambacho kimeweza kutambulishwa hii leo kuelekea mchezo wao wa pili wa nusu fainali siku ya Jumapili. Eh, sasa Diadora tayari wamewekwa mezani, na mwisho wa siku tunaweza tukasema, uh, wanasimba simba wameshajua watavaa watava, uh, brandi ipi, na tunafahamu kwa muda mrefu sasa kwenye soka la Tanzania uh, brandi za kitanzania zimekuwa zikitawala katika uh, timu za ligi kuu na madaraja mengine eh, nipo na uh, Shafi Dauda hapa lakini pia niko na Biko Skanda. Uh, tutazungumza nao hapa, wao wanautazama vipi eh, mkataba huo, eh, kutoka Diadora. Diadora ni kampuni kongwe, lakini kwa sasa kuna makampuni maarufu, labda walikuwa wanatarajia tofauti. Na je, wanaona Diadora wakija kuleta mabadiliko kwenye biashara ya vifaa vya michezo ama jezi kwetu Tanzania. Shafi Dauda, na mimi niko poa. tumeshuhudia Uh, kandarasi hiyo nini, ma maoni yako nini? Mtazamo wako kwa sababu mbali ya nafasi yako kama na michezo lakini pia wewe ni mfanya biashara mm. wa vifaa vya michezo. cha kwanza kabisa mkazuzu, mimi napongeza movement mm. uh, cha kwanza kabisa eh, kama nilivyosema bila e, kuzungumzia kumzungumzia Diadora mm. kwa maana uh, kwa maana ya kumwangalia yeye kama yeye mm. mimi napongeza movement mm. na idea ya klabu ya Simba kumtafuta international kit supplier mm. Nafikiri tulikuwa tunazungumza kwamba kuna vitu vingine sisi sio kwamba ni wajanja sana, yani mara nyingi mimi nasemaga kwamba kuna mtu anasema kwani kila ah, kitu wazungu tu mm. si ndio? Lakini kuna tamaduni sawa, tamaduni haina ujanja mm. Kwa hiyo, u, mimi, akilini, kwa hiyo mimi aiji akilini kwa vilabu ambavyo navyoona ni vikubwa duniani vyote vinavaa jezi zilizotengenezwa na makampuni tunayoyafahamu kwamba ndo yamebobea kwenye kufanya hiyo shughuli. Kwa hiyo mm. na vilabu vyetu hivi vikubwa eh, eh, kuelekea kwenye kwenye zile levels ambazo mara nyingi siku hizi wanajinasibu kama wako kwenye levels za kimataifa ambao ni kweli kwa mfano Simba anacheza nusu finali kesho wanachanza kwenda kwenye final si ndio yeah. haiwezekani wanacheza na timu zote hizi kubwa karibu yake Ali Zamalek e, Zama e Mamelodi Sundowns Kaiser Orlando wanavaa jezi zilizotengenezwa na makampuni yanayojulikana duniani yanazalisha nini vifaa vya michezo kwa hiyo hii ni movement e, mimi na naikubali na, na, na, na kwa sababu E, walipoanzia Simba ni pazuri kwa sababu tayari mentality zimebadilika na mitazamo imechange. Hiyo ni, ni, ni matokeo bora. Mimi binafsi e, kwa kipindi cha miaka minne <coughs> si ndio? <coughs> mimi nilikuwa, miaka mitano iliyopita, tulikuwa tunazungumza kwenye Sports Extra. Na hata walipoanza mchakato wa kubid Eh, ile, ile bid ya kwanza ambayo alishinda friend alishinda Vunjabei mm. Mimi nakumbuka nili niliwashirikisha kampuni ya Umbro kutoka mm. Eh, South Africa hapa kwa ajili ya kubid nikiamini kwamba Simba wanahitaji kuwa na, na kampuni iliyobobea kwenye kutengeneza jezi na vifaa vingine vya michezo mm. kwa hiyo Umbro walibid lakini hawakufanikiwa. Vunja Bei akafanikiwa kushinda ile tenda. Nakumbuka eh, nilimcontact Vunja Bei Fred tuka, tulikutana South Africa hapa kwa Johannesburg, nafikiri kuwa ni mechi ya Simba na Orlando Pirates na nikamwambia Fred, ongera umeshinda itenda, lakini mimi ukiniuliza, ningetamani nione Simba wanavaa jezi ambazo zinatengenezwa na kampuni makampuni makubwa. Nikaambia mi na connection ya Umbro, nikatoka naye Fredi tukaenda Cape Town eh, tukakutana na eh, tukaenda kwenye kiwanda cha Umbro ofisini tukafika, nkamintroduce kwa mmiriki wa brandi ya ambro kwa Africa na wakazungumza, lakini nafikiri awakufika kwenye makubaliano ya kibiashara inaeleweka. Kwahiyo ili movement haikutokea kipindi hicho. Baadaye akaja uh, Sunderland na hii pia ni, ni, nilimwambia, Sunderland kwamba kama ikikupendeza nafikiri um, ni vizuri wewe ukaendea kuwa kwa, kit supply kwa maana ya kama kampuni lakini hemu shirikisha eh, ama kampuni ya aliyobobea kwa maana ya levo ya Simba ilipofika inahitaji, tunahitaji kuona Simba na vaa jezi ambazo mm -hmm. zinatengenezwa zina na makampuni sindio? mm -hmm. na eh, nafikiri akafanya kwa ile brand ya Sanda akamaliza kazi yake, ameingia Jairut ya, ameshinda itenda ya safari hii na Ambro tena, niliwa convince nanyewe wakaingia tena kwenye itenda ya safari hii, lakini Jairut akafanikiwa kushinda. Kwa hiyo mimi nampongeza sana eh, kampuni ya Jairut kwa sababu wameweza ku, kuona ile, ile, ile, ile vision ambayo mimi nilikuwa naiona miaka mitano iliyopita kwamba Simba na vilabu vingine vya Tanzania especially Yanga na Azam wana deserve kuvaa jezi zilizotengenezwa na makampuni yaliyobobea kwenye hilo eneo. Kwa hiyo kwa ku leo ku, ku, kwa wao kumtafuta Diadora di, di na kumkamisisha na kumpa jukumu la ki kutengeneza vifaa ina make sense kusema ukweli, kwa sababu tunajua Diadora ingawa sio kampuni ambayo sasa hivi shi, ipo kwenye viwango vya juu ukilinganisha na miaka ya, ya, miaka ya tisini huko nyuma ambapo walikuwa wao juu sana e, e, lakini bado ni kampuni kubwa ambayo imebobea katika hilo eneo na watu wengi tu, tunaijua na imetengeneza jezi za timu nyingi. Kwa hiyo sio mbaya kwa maana pa kuanzia, si ndio? Naamini e, mkataba wa miaka mitano, sitashangaa kuiona makampuni mengine hapo baadaye yakija baada ya kuanza at least, kuanzia hapa mimi, mimi ni mtu ambaye na, na, na, nakubali sana idea ambayo inakwenda kukua, si ndio? mm. kwa hiyo kwa hiyo kwa hapa Simba pamoja na mzabuni aliyeshinda tenda wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kumuhusisha e, mtengenezaji rasmi wa vifaa vya michezo kongole kwao, kongole kwao. Hii ni hatua moja, tunasema wamefanikiwa, lakini kufanikiwa zaidi ni pale ambapo tutaona kile ambacho watu wanataka kukiona, je, kinapatikana kwa wakati na katika ubora ule? Uh, Biko Skanda, mara nyingi wewe tumekuwa umekuwa uki, ukizungumza kuhusiana na wazawa mm. Soko la bidhaa vifaa vya michezo Tanzania lilishatawaliwa na yeah. wazawa walianzaga uh, tunakumbuka uh, brandi ya Bongo uh, siku hizi ikaenda amekuja kina uh, uh, GSM yeah wamekuja wengi wale wanaovalisha Dodoma jiji yeah, eh, yeah, na, yes, right. na makampuni mengi ya, ya, ya wazawa yamekuja pale hawa yeah. kina Sanda wamekuja wametengeneza, lakini tunaona sasa leo kuna hatua ina, tuna, tuna, ina, ina, inapigwa, tunaondoka tena kwa wazawa tunaenda katika levo eh, ya kimataifa. Haya, sisi tunatafsiri kwamba ni tunapiga hatua ni maendeleo, ama wewe unaitazama vipi katika ile lengo ya wazawa Ah, kwanza ah, mimi ni mtu wa kwanza ambaye sikushangazwa na mkataba wa bilioni 38 mm. na, na, na nilikwambia, na nilipenda approach ya, ya, ya, ya, ya Rogasila na Jayruty kwa maana wao wamechukua dili ya Simba, alafu wao ndo wameingia, wameingia sokoni. Kwangu mimi, ukiniuliza, still mzawa kafanikiwa kwa sababu Uh, co business bado anayo Jayruty. Anayo Jayruty mzawa, yeye sasa ndo atatengeneza namna ya kuleta haya mapinduzi, na nilikwambia uh, Jayruty kuja kwake katika soka la Tanzania amekuja kufanya mapinduzi. Mapinduzi yapi? Uh, unazungumzia klabu namba nne kwa ubora wa Afrika katika miaka mitano. mm-hmm. unazungumzia klabu iliyocheza robo fainali yeah. saba za mashindano ya vilabu barani Afrika, maana yake nini hii tayari klabu ambayo imetangazika zaidi barani Afrika, klabu ambayo inafuatiliwa zaidi barani Afrika, na ni klabu ambayo ina deserve sasa kuleta mapinduzi ya uwekezaji katika mpira wa Tanzania. Hatuwapingi wazawa, na mi siku zote nawatetea wazawa, lakini wakati wa maeneo ya kuchukua darasa wazawa wanapaswa kuja kuchukua. Tunatakiwa sasa tuone aprochi mpya ya, ya, ya, ya, ya merchandise katika, katika mpira wa Tanzania tuone namna gani watu wanavyoweza kutumia intellectual property ya club fulani kuingiza pesa zaidi. Umeona namna ambavyo Jeruti amefanya, amechukua chapa ya simba ameiweka ame, ame, ame mfukoni, amekwenda kwa, kwa, kwa mtu ambaye anafanya merchandise amempa dili, atujui sehemu nyingine atampa dili nani? Especially kwenye ujenzi wa uwanja kuna sehemu ya kununua basi, kuna eneo la usajili na bonus pote huko, yeye ameamua kuyafanyia kazi haya mambo kwa hiyo wazawa ni wakati wao sasa kuchukua darasa la kuweza kuvuka mipaka. Tumeona Diadora ni kampuni ya Kiitaliano, lakini imekuja kuweka besi South Africa, katika ukanda huu wa SADIC hapa ndo makao makuu yao, si ndivyo mm? Lakini wameichukua Simba club ya Afrika Mashariki iweze kutangaza hiyo brandi yao na kuintroduce katika soko la Afrika Mashariki, lakini Afrika Mashariki kuingia katika macho ya uwekezaji wa kampuni za kimataifa unazungumzia klabu, uh, tunafika robo finali, tunafika nusu finali sasa hivi, si ndivyo? Yanga ilifika finali. Kwa hiyo maana yake sasa vilabu vyetu vimekuwa heavyweight katika bara la Afrika In, vina deserve kuwa kama ambavyo wako Mamelodi, kama ambavyo wako Al Ahli, kama ambavyo wako Kaiza na Orlando ambao zote zinafanywa zina, zina, zina uh, merchandise na brandi za kimataifa. Kimataifa. Yes. Sawa, huyo ni Biko Skanda, Swale Majapa, so unakwenda kuvaa Diadora sasa kutoka sanda kutoka vunja bay <laughs> eh, kama shabiki mkubwa wa klabu ya soka ya Simba, da, ya Simba umepokeaje hili? Unajua Shafi na skanda ni kama umenifilisi maneno ya kuongea, lakini uh, cha kwanza kama alivyoongea Shafi na kanda ni kuwapongeza kuwapongeza viongozi lakini pia kumu, eh, kumpongeza mwekezaji wetu mpya. Timu inavyokuwa lazima vitu kama hivi vikue, na hivi ndio inaleta impact ya vitu vingine kwa njia moja ama nyingine. Tumeanza kwenye jezi, lakini pengine labda ataona wao wakumbobea zaidi kwenye jezi, lakini labda tunahitaji vitu uh, vingine merchandise nyingine nyingine zote, labda kofia au nini, pengine labda diaroa hatengenezi, sisemi kama hatengenezi, mfano labda hatengenezi, pengine anaweza kampa mtu mwingine. Kwa hiyo huu ni, ni, ni mwanzo mzuri eh, ni mwanzo mzuri na kupongezwa sana sana sana sana kwa mpira wetu wa Tanzania. Sawa, hiyo niyo ni ama ndio tukio ambalo tulizungumza jana na leo kweli limetokea aa, kwa Simba. Sasa Simba nguvu zao zote siku ya Jumapili kwa kisha wanakamilisha safari yao ya kwenda hatua ya fainali ya michuano ya kombe la shirikisho tafu la Simba aa, tunalo hapa na tunaendelea kulitoa kwa ushirikiano na Tanzania Commercial Bank kwa maana ya TCB, ambao kwa hakika wapo hapa na wanazungumza na Watanzania ambao wapo hapa Afrika Kusini, namna gani ambavyo wanaweza wakawekeza nchini kupitia benki hii kwa akaunti maalum ambayo ipo kwa ajili ya diaspora. Mimi ni Mkazuzu. Asante kwa wenzangu Shafi Dauda, uh, Biko Skanda pamoja na uh, Salema majaba bila kumsahau Haji Samir ambaye tumeongozana naye kwenye safari hii. Okay, huyo ni Yahaya Muhamedi Mkazuzu akitupa taarifa hiyo ambayo ni nyingine tena eh, kwa klabu ya Simba sasa kuvaa jezi zenye chapa ya kimataifa. Mm. Eh, unatoka kwenye hizi chapa nyingine unakwenda chapa ya kimataifa hii, inaonyesha ni ukubwa wa timu au fikra pana zenye kutazama maono makubwa zaidi ya kidunia kwa viongozi waliopo. Vyote vinaendana mm, ukubwa wa timu mm, lakini fikra ya viongozi pia ya kuona dunia inaelekea wapi mm, na klabu maono yake yaelekea wapi mm. Shafi e, ameweka vizuri kwa maana yeye alikuwa na maono kwa namna ambavyo mpira unakuwa ha, na case study ni Simba Sports Club. Hmm. E, ushaingia katika anga ya kimataifa hmm, na tayari una umeweka muhuri wako hmm, kwamba unazungumzika barani Afrika maana yake hmm, unatengeneza interest ya watu kufuatilia hmm, unatengeneza ushawishi wa watu kuona kuna jambo hmm, klabu ya Simba inalo kwao, haiishii tu kwenye matokeo. Yeah. Inakwenda mbali mpaka katika eneo la biashara mm. Kwa hiyo inawezekana wakati Shafi amezungumza hiyo miaka mitano iliyopita, kushawishi kampuni kubwa za kigeni kuja kuwekeza kwenye mpira, kesi stadi ikiwa ni Simba, ilikuwa sasa ndio wakati mwafaka miaka mitano. Na sasa ukizungumzia tu kwa mfano wa kawaida ni kijana mdogo mm. ambaye amekuwa mnaweza mkazungumza vizuri mkaelewana, yeah. Yeah. Bila kutumia bakora bila kutumia bakora bwana. <laughs> <laughs> hii sitaki, hey, inataka kama mzazi inatakakaa hey, yeah. Mona bwana, nenda hivi na yeye mwenyewe yeah. Eh, kwa sababu teknolojia imekuwa ah, baba aliniambia nifuate mm. hiki mm. Kwa hiyo ni wakati sahihi mno kwa maana ya nchi uh, yetu na ukuaji wa sekta ya michezo hasa mpira wa miguu kukaribisha makampuni makubwa mm. na hii ndio ambayo huenda ikafungua pia milango mingi sana kwangu mimi ilikuwa ni swala la muda, mm. muda ndo umefika. yeah. kwa maana ya kuwa na kampuni ambayo ina historia e, katika eneo la vifaa vya michezo kuja kuingia mkataba wa udhamini e, katika eneo hilo na klabu kama Simba. yeah. uwezi amini lwambano, leo ni Aprili 25. yeah. Eh, masaa machache kabla siku ya kusherekea sikukuu ya Muungano mm. yeah, ndio Aprili 26 mm. hii miaka miwili mitatu inaokuja haitokuwa tena maajabu kuona kampuni za kimataifa mm. zikibisha hodi kutaka kuwekeza katika mpira wa nchi yetu. Ndio maana yake, yani ndo, ndo, ndo, ndo picha kubwa tunayoipata mm. yeah. kwamba kumbe inawezekana kubwa, ni kutengeneza mazingira yeah. ya kuwezesha uwezekano huu ambao tulikuwa tunaufikiria labda kuuota wakati mwingine kwa malodi ya dola ameshawavalisha soroma e, miaka mm -hmm. mm -hmm. e, ya nyuma Diadora ambayo yupo na Bodo Glimt ambao wako nusu fainali ya UEFA Europa League wanacheza na Spurs msimu huu, kwamba leo hii yupo na mkataba na Simba katika merchandise. Mm -hmm. kwa hiyo inatupa picha pia projection kwamba miaka minne mitano ijayo huenda tukazungumza, yeah, lugha tofauti kabisa yeah. na na, na unajua na, tulikuwa tunavaa lakini kwa kununua. Yaani, umeikuta dukani unainulia mm. timu yako jezi charta mm. fulani unabeba, unapiga una <laughs> nani nembo tu ya klabu unawavalisha, inachezewa <laughs> kwa sababu naona sasa hivi pia zinatembea, zina picha kwamba Simba hawashavaa Mm, sio kwa kuzalishwa kwa ajili ya wao, miaka ile, sio matajiri wakienda Ulaya, au anachukua jezi nyekundu na nyeupe, anaweka logo yake ya, anatafuta kutangaza biashara yake, anaambia vaa ile. Ndio maana wakajikuta sasa kule anapondoa jezi nyekundu zile na nyeupe, angalii hizi jezi chata gani, chata gani? Yeye ameona si jezi nzuri mm, yeah, sana, nyekundu na nyeupe mm. mm. na Diadora. Asante uh, sana kwa ndugu yangu Morgan Brighton. Kuna picha moja Uh, imesambaa sana inamwonyesha kocha msaidizi wa klabu ya Simba yeah. Suleiman Matola yeah. Uh, uh, akiwatambulisha wachezaji wenzake huyu hmm. uh, Yusuf Macho Muso pamoja na Joseph Kaniki hmm. Jezi ya Simba ikiwa na Diadora. Umeona bwana eh, kama, kama umeona jezi hizo, ndo zinapata ndo staili hiyo. Nasema tajiri anaenda Ulaya, akiona jezi nyekundu na nyeupe imekaa tu, hizi ndo rangi za timu yetu, anakuja huku anagonga tu logo au nini. Na baadhi ya timu za ligi kuu zinavaa nini? Simba washavaa mpaka jezi yani za Liverpool, ile Liverpool kandile Simba ushavaa ile. Hmm. Umeona bwana, niambia bwana kwa hii picha ambayo inasambaa ilikuwa ni Simba dhidi ya Moro United mwaka 2001. Simba wakiwa eh, wamevaa jezi nyekundu hmm, lakini zina chapa ya Diadora.